Alikwenda Nigeria kwenye semina ya wachungaji na mhubiri wa semina hiyo alikuwa Mchungaji Morris Cerulo ambaye alipata dharura ya kutoendelea kuendesha semina, hivyo hayati akaomba aendele, aendeshe mkutano wa Injili. Jioni moja ya mkutano wa Injili waliletwa viziwi mia mbili hamsini na wote baada ya maombi walifunguliwa. Baada ya kurudi madhabauni juu akawauliza watu, je, kuna aliyebaki hajapona nimponye? <laughs> pale pale Mungu alikamwambia, nitakuchapa kwa sababu umejivuna. Na alisema kweli, Mungu alimchapa. Alituambia tuwe makini sana, wakati tunapo ombea watu na wakapona. Tuache majivuno, maana anayeponya ni Mungu, hasa wainjilisi vijana kama alivyokuwa alivyokuwa. Kipindi hicho alifanya makosa. Kesho yake watu walijaa kwenye mkutano mpaka serikali iliogopa na kuleta polisi na shule ya mabubu na viziwi ilifungwa kwa sababu hakukuwa na viziwi wala mabubu kesho yake. Haleluya! <laughs> Watu walipokuja kutoka maeneo ya mbali walikuta mkutano umekwisha, wakao wakigusa vitambaa vya mkutano na mabango ya Yesu yu hai leo, wakao wakipokea uponyaji na maelfu ya watu wasio na idadi waliokoka. Baadaye aliombwa kurudi tena Nigeria na Ghana na katika mikutano ya, yake ya Nigeria, watu walipoona wengi viziwi, walipoona wengi viwete, viziwi na mabubu. Mpaka akiwa kwenye madhabahu akamwona malaika akipita katikati ya watu, na ikabidi ashuke chini kumfuata, lakini kila alipokwenda kumfuatilia anakuta kule malaika alipopita, kiweta anatembea, anaonyesha magongo juu, ya viziu na viziu wanashangilia wamepona, na hakuweza tena kumfuatilia ikabidi arudi madhabahuni kumtukuza Bwana Yesu.